Uh, sasa hapa niko katika uwanja wa Tononoka, huu ni Tononoka mnaojua. Kulikuwa uh, na vijana wakicheza hapa. Uh, niko na veteran wetu Ali Madumbo, uh, ustadh salalik sisi tuseme ni kama wanaharakati wa mpira Mombasa, tunashughulikia kuangalia mazingira ya mpira naam, vile yalivyo kuanzia stadium kuanzia hapa Tononoka naam. As county ya Mombasa vile tulivyokuwa zamani, mimi ni mchezaji wa zamani unaitwa Alimwadumbo, na nilikuwa nachezea timu nyingi za hapa Mombasa. Lakini shughuli yetu sasa hivi tunataka kujua mazingira haya na yanavyotokea ama yanavyokuwa kila leo na kama uwanja ulikuwa ni bora sana, hata ligi ilikuwa ikichezwa hapa, sasa hakuchezeki, si e? Ndio e. Na, na sasa hivi tukiona watoto kama hawa hawana mahali pa kucheza, tunajihisi kwamba sisi wazamani ndio tunawapoteza hawa wenzetu wadogo, maanake kama tumekuwa na mwelekeo mzuri na wana talent. Na wana talent zao. Tunge pick from here tukaweza kupata nafasi nzuri nje, kama juzi tulivyocheza mpira, si uliona kila mtoto alipata mapeni yake akaja nyumbani? Sasa hawa tutawapeleka wapi kama hata kiwanja cha kucheza hawana? Viwanja vikubwa kabisa Tononoka Stadium na ma schools, lakini sio wote wanasoma skuli ile yenye kiwanja kizuri, si unaona? Sasa tunajaribu na ustadhi, na huyo ustadhi at least kuchangia tutengeneze hata kama ni uwanja mmoja miwili mitatu ya kutafuta kuta, kuta, talenti za hao wenzetu ambao tunawaona wanajitolea wenyewe, au kuambia na baba zao na mama zao, nendeni mkacheze mpira. Wamejitolea wenyewe kuonyesha wanapenda mpira. Sasa ni sisi wenyewe ambao tunatakikana, wazazi ni sisi, sasa hivi ndio babu, sisi ndio baba, ni sisi uso hawa ambao wana miaka kuanzia kumi kuendelea mpaka kumi na mitano. So ningeomba tu unizungumzie, kuhusu hii ni timu ambayo unaibuni, ni akademi, ama ni timu aina gani hii unayotengeneza, ama unaiprepare, ama ni madrasa pengine, ama ni skuli fulani? Naomba naam. Yeah, in school integrated, integrated, integrated school. Uh, so sisi hatuna uwanja, wanaweza kuja pamoja, wanaweza kuwaita wakaja, tukazungumza. Kama wenzetu ambao tunawapangia wao fyucha yao, wengine <tipalama> hey, kujeni hapa sasa, mi nataka kujua wana <tipalama> Coach, hebu yeah, nipe habari hii. Ni timu yako ya mtaani, ni watoto wa academy ama ni watoto waliojitolea wenyewe kuja ama ni kulikuwa na mechi? Ah, hii ni integrated school, integrated school, so they have talent, wana talent, talent? Huh? Talent. So, unajua pale pia kulingana na sherehe ya shule. Yeah, <inaudible> Lazima pia wakuje wa Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, so yeah, yeah, unaenda yeah, kwa miaka ama unachukua tu yoyote aliye na interest ya football, ndio anakuja hapa kufanya no, mazoezi no, unajua target ya wadogo kama hivi, lazima wapangwe kwa age group kwa yeah, sababu ukifika certain age huwezi kuchukuliwa kwa academy. Yes. You have to start from 13, 14, 15. Ukifika 15, 16 awe yuko kwa main academy ambayo, so, wengine hapa ni 13, ni mm. So it depends the class. Na mna train hapa ndio uwanja wenu? Na hawa wote wanatoka within the area, boarding section. Okay. Na jioni kuna watoto wengine wanakuja kuwajoini kufanya mazoezi? Yes. mm. Okay. Clubs. Okay. Yeah. Na madhumuni ama lengo la hii group kufanya mazoezi hapa ni nini? Madhumuni, lengo kuu ni they after training, maybe unajua uwezi jua fit ya mtu. So lengo letu ni ku have quality okay, uh, student players. Facilities za, za kuchezea mnazo? Hatuna uh, Mm -hmm. Maana yake naona wengi miguu. Sasa, how serious are we in this game? Uh, Tunapenda mpira kweli, mbona hatuna hata kujisaidia na viatu? yeah, viwili vitatu yeah. Eh, proper planning yeah. wengine wanacheza na kanzu, wengine wanacheza na so in fact kanzu, ambapo unajua club ngapi yeah. kuna teams zote hapa na teams zinacheza hapa ah ha. Kuna chalisa ilikuwa hapa, kuna Congo Boys iko town pale Mwembe Tayari, kuna sehemu kama Burnley, hizo hizo teams zilikuwa zinafanya mazoezi hapa. kuna timu yoyote ambayo iko kwa ligi nafanya mazoezi hapa yeah. kama gani? Tononoka, how many teams do you know hapa ambazo ziko hapa kwa majina, hebu taja majina nisikie. Okay, okay. Na viwanja vingapi tunavyo katika hii aria huh? Tuna, tunatomboya pale hapo Bakstan sindio, na hii Tononoka moja, na wapi kwengine ambapo tunafikiria tunaweza kuchangia unaona hmm. Bwana, sasa kama kiwanja ni hiki peke yake, wapi kwengine tunaweza kufanya mazoezi hapa Mombasa? kwa mfano, nyinyi sasa hizi tuna mkutano hapa, tunataka kwenda kufanya mazoezi, tutafanya wapi? Kama kuna mkutano hapa, tunaweza kufanya wapi, ambapo mnaruhusiwa for free, ni wapi? Hakuna tuseme, ama iko Mnaweza kutoka hapa mkaenda hapo nini Tomboya mkacheza Amin. si lazima muombe ruhusa mpangiwe na mna okay. Sasa kama hivi tunafanya mazoezi sawa, lengo lenu ni nini? Nyinyi kama vijana, lengo lenu ni nini katika hali hii ya kufanya mazoezi, mtoka nyumbani ama mtoka dormitory, mukuja kufanya mazoezi lengo lenu ni nini? Ah, na mipira mna mingapi saizi miwili tu. Hebu eh, ngoje kidogo niulizie nitaruhusa kidogo, karibu na. Mimi, wacha nitambulishe kwenu ingine ni kiwangalia age zenu. Nimecheza hapa mjazaliwa, of course na nilikuwa nikicheza hapa, mmoja katika watu ambao walikuwa na masapota wengi wakinipenda sana hapa, nushafuga mabao mingi hiyo <laughs> wakati wetu yale yani majumba ilikuwa hakuna, ulikuwa uwanja ni mkubwa, sema Tononoka ni viwanja viwili kwa pamoja exactly, kulikuwa na viwili. Timu zikija hapa, pingine tano zikicheza pamoja hapa, KFF wakati huo wakiwa wana ligi zao hapo, yaani uwanja ulikuwa unajaa. Wewe ukiwa unakuja uwanjani, uko mitaani kaloleni huko, hii kelele hapo isikia kuanzia huko. Well, watu wanashambuliana yani, mpira ulikuwa unapendwa, na ulikuwa zile facilities kidogo zina nafuu, sio kama sasa. Viwanja vinaporwa, watu wanajenga majumba yao, wanapia ukuta. Sasa kama nyinyi vijana na sisi wengine, wanasema kwa talent, talent munayo talent kweli, yeah, lakini mkipokonywa uwanja talent inakwenda wapi? Inapotea, utarudi yeah, mitaani. Mitaani utapata wale wenye kushika mapanga, au sio Tende kazi mtu panga. Kwa hivyo hii inaopotezea nafasi, na mwito kwa niaba ya vijana ni kwamba serikali iwaangalie hizi talenti zao zisipotee. Hapa pana wachezaji, huwezi jua, wengine watamalizikia national team hapo, watachezea timu ya taifa. Hapa wana moyo, wanakuja wanacheza, viatu hawana, nani anawashughulikia kama mngekuwa nyinyi mko uzunguni wangekuja wafadhili hapa, ukapewa viatu nyote, kisha wakaanza kuwafuatilia. Kwa hivyo mwito wetu kwa serikali isipoteze fursa ya watoto kama hawa. Watoto wanataka kuangaliwa, wanataka kuangaliwa kushughulikiwa, sio mtu ana pesa anakuja anaukata huu ulobaki anajenga tena klabu yake hapa ya, ya starehe na nini. Hayo sio maendeleo. Maendeleo ni kukuza talanta za hawa vijana. Kwa hivyo sisi tumefurahi leo kuona na tunawaombea Mwenyezi Mungu awabariki uh, na awajalie uh, yale malengo yenu mnayofikiria yale ya TV mnayoyaona waweza kufika paa kwenye TV yeah. Eh, kwa hivyo kuweni na mshikamano mzuri uh, kiongozi yuko hapa, coach kama ni ndugu nani, Abdi yuko hapa kwa kuwapa ule msukumo na nii, shirikianeni, kweni na discipline. Sikilizeni, utafika mbali, utafika mbali. Kwa hivyo sisi tunashukuru na kufurahi na Mungu awabarikie. Asanteni sana.